Maandiko anasema nalikuwa macho kwa kipofu. Ayubu anasema mimi nilikuwa ni macho kwa aliye kipofu, kwa mtu asiyeweza akaona. Kuna mtu anajitolea kumshika na kumwelekeza njia ya kupita na kuwa kipofu haina maana ya blind, hauoni A -a. kuna mambo ukawa unaweza ukawa hauyaoni, lakini unahitaji mtu akusaidie kuona hayo mambo. Anasema nalikuwa macho kwa kipofu wenye maisha tunahitaji watu ambao watatusaidia kuona mambo, mara nyingine hata kabla hajatokea. Hani, watu wenye uwezo wa kuona mbele mita kadhaa, kabla haujafika mahali hapo. Anasema nalikuwa macho kwa kipofu. Kwenye maisha tunahitaji watu wenye uwezo wa kusaidia kuona, kuna hatari inakuja, akaona kwa ajili yako. Kuna fursa ipo, akaona fursa, wakuambia mwanangu, kuna fursa mahali. Anasema nalikuwa macho kwa kipofu watu wenye uwezo wa kuona, wenye uwezo wa kuona fursa, wenye uwezo wa kuona neema, wenye uwezo wa kuona nafasi iliyo wazi, wenye uwezo wa kuona mlango ulio wazi upite. Anasema nalikuwa macho kwa kipofu. At a point hauwezi ukaona, unahitaji watu wa kusaidia kuona kwa ajili yako. Na Ayubu anasema yeye alikuwa ni macho kwa kipofu, manake Ayubu alifanyika destiny helper wa mtu mmoja. Nasema nalikuwa miguu kwa aliyetechemea. Kuna wakati kwenye maisha unatechemea. Anasema nalikuwa mguu kwa aliyetechemea, kwa kuna mahali safari inachosha, unaishiwa nguvu za kilo, unaishiwa nguvu za kimwili, unaishiwa nguvu za kifedha, hauoni kuendelea. Maandiko anasema Mungu anainua watu ambao watafanyika kuwa miguu kwako, amen, watakusaidia kwenye safari watakusaidia kwenye mwendo wakati unachechemea. Safari ambayo ungeenda masaa mawili, wakiingilia kati, unaenda risari moja. Mahali ungeenda mwezi, maana unachechemea, umechoka, maana unachechemea, unaumia, utaenda ndani ya wiki, hautaenda mwezi. Anasema nalikuwa miguu kwa aliyechechemea kwenye maisha. Kuna watu ambao watafanyika kuwa miguu kwa ajili ya watu wengine. Nalikuwa baba kwa mhitaji, anasema haibi. Moja ya, ma, ya mambo unahitaji au aina ya watu nawahitaji, kuonesha kuna watu wanaitwa mababa fathers. Ni moja ya watu unahitaji sana. na likuwa baba kwa mhitaji, maana yake nini? Maana yake huyu mtu alikuwa ana provide, alikuwa anatoa kwa ajili ya wahitaji, na alikuwa baba kwa mhitaji. Sifa ya baba ni kutoa, to provide. Father is a provider. Kazi ya baba ni kutoa anasema na dawa ya mtu ni siye mchua alichunguza, Ayub alifanyika msaada kwa watu, na hao ni aina ya watu ambao utawahitaji kwenye maisha. Samweli wa kwanza kumi na nane moja Mungu alipotaka kumwinua Daudi afike mbali, kitu Daudi kitu Mungu alifanya kabla ya kumwinua Daudi alichua vita Daudi ni kubwa, alimwinua Yonathan akamwambatanisha na Daudi. Hakikisha Yonathani kama yupo, Daudi atakuwa salama. Daudi alikuwa veva kwa mafuta na Samweli, lakini Daudi alimhitaji Yonathani. Ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi, Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Kwa hiyo Mungu alifanya alimwambatanisha Daudi na Yonathani. Yonathani akampenda Daudi kama roho yake mwenyewe. Mtu anayekupenda kama nafsi yake hayuko tayari kuona unaharibikiwa, hayuko tayari kuona unashuka. Daudi alikingiwa kifua na Yonathani kwa nguvu zote. Kwa nini? Mungu kitu alifanya, alikamata moyo wa Yonathani, akamfanya mpenda Daudi kama moyo wake mwenyewe. Aliinua Yonathani akasimama. Yonathan alikuwa ni mtoto wa Mfalme Sauli. Na Yonathan ndio ilibidi alithi kiti cha Sauli. Na maandiko yanasema Yonathan alikuwa tayari kuacha mfalme. Yeye yeah, asema mimi sitaki kuwa mfalme, Lakini Daudi awe mfalme. Kuna watu wako tayari kuacha heshima. Wako tayari kuacha vyeo. Wako tayari kuacha no chochote, Lakini kuhakikisha unasimama. Yonathan aliacha heshima. Aliingia ugomvi na mzee wake. Maana Sauli anapambana, Yonathan awe mfalme lakini Yonathan anapambana, Daudi awe mfalme. Kwa nini? Mungu alikamata moyo wa Yonathan, akampenda Daudi kama nawake mwenyewe. Maandiko yanatuonyesha vizuri, Daudi anasema Yonathan alimpenda kama upendo Samueli wa mwanamke. Samueli wa pili moja ishirini na sita, Biblia inasema nimesikitika kwa ajili yako Yonathan ndugu yangu. Hapa ni kifo cha Yonathan, Daudi anasimulia Yonathan alivyokuwa nampenda Anasema, nimesikitika kwa ajili yako, Yonathani ndugu yangu, ulikuwa ukinipenda sana, upendo wako wangu ulikuwa wa ajabu kupita upendo wa mwanamke. Huo ndio ulikuwa upendo wa Yonathan kwa Daudi. Hawa ni wasaidizi watima, wanawahitaji kwenye maisha. Nahitaji akina Abrahamu wa kusaidia kwenye maisha. Nahitaji akina Yonathani wakusaidie, wakinge kifua kila mipango miovu ambayo alikuwa anaipanga Sauli ya kumuua Daudi. Yonathan alikuwa akimwambia sasa, baba yangu anapanga moja mbili mbili tatu kataya. Bila Yonathan, Daudi alikuwa na shida kubwa sana. Alikuwa anavujisha siri zadu yake, baba yake amepanga mabaya akuue, lakini uwe, simama, tutashinda. Hawa ni my destiny helpers.